Umeshawahi kukutana na hii hali? Unachati na mtu alafu, kesho yake unakuta rafiki yako ama mpenzi wako ama mtu baki tu anajua kila kitu ambacho umekiongea, na unajiuliza hizi habari zimevuja vipi? Sikiliza nikwambie kitu. Zamani ili basi mtu aweze kusoma WhatsApp yako ilimbidi awe na simu yako mkononi, lakini sasa hivi kupitia features mpya za WhatsApp, Mtu ana uwezo wa kuwa anaishi Mwanza na wewe upo daa na akaweza kusoma meseji zako zote live, bila hata wewe kujua. Sasa leo nitakuonyesha sehemu moja tu ya siri katika simu yako ambayo utatakiwa uweze kuikagua sasa hivi kuweza kujua kama upo salama. Karibu sana, jina langu ni Mohamed Hafidh. Lengo langu kubwa ni kuhakikisha unatumia teknolojia kwa faida na kwa usalama. Video hii ya leo nazungumzia WhatsApp linked devices. Hii ni features nzuri, lakini inapotumika vibaya ni hatari sana kuliko vile ambavyo unafikiria. Twende tukaicheki pamoja, mimi na wewe, kupitia video hii. Features hii ya linked devices, zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa WhatsApp web. Ilibidi simu yako iwe na internet ndipo katika kompyuta iweze kufanya kazi. Ukizima tu data katika simu yako na kule huwa inakata. Lakini sasa hivi WhatsApp imeleta multi device support hii inamaanisha mtu ana uwezo wa kuunga WhatsApp yako katika kompyuta au simu nyingine, na hata kama simu yako hiyo ambayo kuu unayotumia itazima chaji ama kukosa bando, yeye kule anaendelea kuchati kama kawaida. Na hapa ndipo sasa wabaya wako wanapopatumia, wanakamata simu yako kwa sekunde kumi tu, wanascan ile QR code na wanapata access ya milele, mpaka pale ambapo maybe utakapowatoa. Jinsi gani ya kuweza kukagua hatua kwa hatua? Chukua simu yako sasa hivi, fuata hizi hatua ambazo nitakuelekeza. Fungua WhatsApp. Kama unatumia Android, kuna vidoti vitatu pale juu upande wa kulia, bonyeza hapo. Kama unatumia iPhone, nenda setting, tafuta neno limeandikwa linked devices. Hapa ndipo ambapo kuna ukweli. Ukifungua hapo utaweza kuona basi kweupe, hakuna chochote kile, kama utakuwa hujaunganisha kompyuta yako ama ipad yako lakini ikitokea umekuta kuna maandishi kama vile Windows, Google Chrome, Safaris, ama Android devices ama kifaa fulani, simu fulani basi na wewe hautambui kifaa hicho, tambua kuwa umedukuliwa, you are hacked. Inamaanisha kuna mtu muda huu anaona kila meseji inayoingia na kutoka. Nikwambie tu, usipanic. Suluhisho ni rahisi sana. Gusa hicho kifaa ambacho umekikuta na haukitambui Utaona maneno miongoni mwa neno linasomeka log out, click hapo katika log out. Moja kwa moja yule mtu ataweza kutolewa kule. I mean, WhatsApp itafunga moja kwa moja kule katika hicho kifaa, na hataweza kuingia mpaka aweze kuipata simu yako tena. Hakikisha basi unafanya usafi huu mara kwa mara, usiwe ni mtu wa kuamini kila mtu kumpa simu yako, kagua simu yako mara kwa mara kuweza kuzuia sitokee tena. Nenda setting, privacy Chagua fingerprint locks, waacha wash I mean, hiyo fingerprint lock. Hii itahakikisha hata kama mtu ataipata simu yako ikiwa ipo on na ameweza kuingia, hatoweza kufungua WhatsApp bila ya kuweza kuweka kidole chako kwanza, hatoweza kufungua WhatsApp. So ulinzi thabiti ndio huo ambao nimekuelezea wa kuweka fingerprint, utakusaidia sana pale ambapo utampa mtu simu yako, hataweza kuingia WhatsApp mpaka utakaporuhusiwa kuweka fingerprint yako. So hakikisha basi unaangalia simu zako, simu yako mean, ili basi kuhakikisha upo salama na simu yako haija link na device yoyote nyingine ambayo watu wataweza kuona kile ambacho unakifanya katika WhatsApp yako kwa kuona chat zako na vitu vyote ambavyo utakuwa unavifanya na hata kuwasiliana na watu wengine kwa kupitia vifaa vingine ambavyo watakuwa wameviunganisha na simu yako, pengine wewe bila ya kujua. Sina la ziada, natumai umeweza kujifunza kitu kipya, umeweza kufunguka kidogo na kuelewa kile ambacho kinaendelea katika simu zetu, katika application ya WhatsApp, kile ambacho kwa sasa kinawezekana kufanyika pengine wewe bila kujua. So tuendelee kwa pamoja, una swali lolote niambie katika sehemu ya comment, una maoni vile vile share na sisi katika sehemu ya comment Like video hii bila kusahau. Kama ni mgeni, hakikisha una subscribe YouTube channel yangu kuendelea kupata video za namna hii, na tumie umeweza kupenda hiki ambacho umeweza kukitazama leo katika video hii. So tuendelee kuwa pamoja, ili basi tuendelee kupeana ujuzi uh, I mean, uh, kujifunza pamoja mimi na wewe hapa katika YouTube channel yangu. Tukutane wakati mwingine.